Ninamshukuru Mwenyezi Mungu tena katika asubuhi ya leo kutuleta tena mahali hapa kwa ajili ya kumwabudu na kwa ajili ya kujifunza neno lake. Nishukuru sana kwa ajili ya mwenyekiti, lakini pia kwa ajili ya kiongozi wa nyimbo, na nishukuru sana kwa jinsi ambavyo watu wa Mungu tunaendelea kukutana katika chumba hiki. Wageni ambao mnaendelea kuhudhuria, Mwenyezi Mungu wabariki sana. Bila kupoteza muda tunaendelea na mada yetu ambayo tuko nayo kwa juma hili. Kimsingi ni mada kubwa, ni mada ndefu, ni mada ya kina ambayo e, e, kimsingi inahitaji wasilishaji wa zaidi ya risali moja kila siku, lakini tutajitahidi sana kukimbia nayo kwa kadiri Mungu atakavyotusaidia. Mada yetu ya juma hili ni namna ya kuwa mtakatifu, na jana tulianza kuangalia hatua za kuwa mtakatifu tulisema jana kwamba kuwa mtakatifu kuna hatua kubwa tatu hatua ya kwanza ikiwa ni kuhesabiwa haki justification hatua ya pili ikiwa ni kutakaswa sanctification na hatua ya tatu ikiwa ni glorification kuvikwa utukufu au kutukuzwa na ambapo ile hatua ya kwanza tulisema ni kile alichokifanya Yesu pale msalabani alipokubali kufa kwa ajili ya mwanadamu, ile ni kafara. Na kwa kweli sitamani kurudia tena yale tuliyoyazungumzia jana, lakini niruhusu leo ni kupeleka katika hatua ya pili, ambapo kesho tutakuwa tukiangalia hatua ya tatu. Hatua ya pili ya kuwa mtakatifu au kuwa mtakatifu, hatua ya pili ni hatua inayoitwa sanctification au kutakaswa. Na jana tulisema kwamba hii hatua ya kutakaswa au sanctification, ni, ni ni process ni process kabisa ni, ni tukio ambalo sio la mara moja kama lile la justification. Ile justification ilikuwa ni hatu, ni, ni tukio la mara moja. Yesu alikufa mara moja msalabani na wanadamu wote tukatangaziwa tuka kuokolewa tukawekwa uhuru kwa hiyo tunatakiwa tukubali kubadilishwa mitazamo yetu. Lakini sanctification au kutakaswa ni tukio ambalo ni endelevu, ni progressive, ambalo si tukio la siku moja. Tunatakaswa kila itwapo leo. Nisikilize rafiki, katika hatua hii ya pili ya utakatifu ni hatua ambayo inahitaji ushirikiano kati ya Mungu na mwanadamu, sio kama ile hatua ya kwanza. Ile hatua ya kwanza ni, ilikuwa ni kazi ya Mungu kwa asilimia mia moja. Ni Mungu aliyefanya tukio hilo, hakuna mchango wowote tuliofanya, lakini kwa hatua hii ya pili inahitaji cooperation, ni cooperative process ambapo inahitajika ushirikiano kati ya Mungu na mwanadamu. Sasa tunafanyaje? Mungu anachokifanya ni nini? Mungu anachokifanya kwa sababu tayari tumeshakuwa justifi just justified, tumeshamwamini Yesu Kristo, anatujaza Roho Mtakatifu. Akishatujaza Roho Mtakatifu, huyu ndiye huendelea kutuchonga tabia zetu, huyu ndiye huendelea kutusaidia tabia zetu, huyu ndiye huendelea kututengeneza tuwe na sura kama ya Yesu Kristo. Hebu nisikilize, katika utangulizi huu, rafiki, anayetengeneza tabia ya mwanadamu siyo mwanadamu mwenzake. Hapana, anayerekebisha tabia ya mwanadamu Sio mhubiri, sio mchungaji, sio mwinjilisti. Hapa hii kazi ya kurekebisha tabia ya mwanadamu ni ya Mungu wa mbinguni, na hapa ndipo wanadamu pia tunakosea. Tuna, ni kama tumevaa e, tumevaa kiatu cha Roho Mtakatifu, ni kama tumevaa tumevaa vazi la Mungu mwenyewe, ni kama tunahitaji kuwarekebisha watu kwa nguvu zetu. Badala yake wanadamu wanarekebishwa ya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mwanadamu aliyekuwa mbaya mwanadamu aliyekuwa jambazi, aliyekuwa aliyekuwa mzinzi, aliyekuwa mlevi, anapomkubali Roho Mtakatifu, hii hatua ya utakaso inaanza. Anaanza kutengenezwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndio maana ngoja nikwambie, hakuna mwanadamu atakayerekebisha tabia ya mwanadamu mwenzake kwa vipigo, hata siku moja. Hata sisi wazazi tulio na watoto, hakuna mtoto anayerekebishwa tabia kwa vipigo. Hakuna mke anayerekebishwa tabia kwa vipigo. Hakuna mume anayerekebishwa tabia kwa kumfanyia vituko. Tabia zinabadilishwa na Roho Mtakatifu. Hata sisi wachungaji na wahubiri hakuna waumini wanaorekebishwa tabia kwa adhabu za kanisani. Munaweza mkamfuta ushirika hata mara kumi, mnaweza mkapiga karipio hata mara mara mia moja, kama Roho Mtakatifu hajaingia ndani yake hawezi kubadilika. Jambo pekee tunaoweza kulifanya ni kusihi nguvu ya Roho Mtakatifu iingie ndani ya hawa wanadamu, ndani ya hawa waumini wetu, iingie ndani ya watoto wetu, iingie ndani ya wenzi wetu. Hiyo ikishaingia ndani yake, nenda kamuulize, kamuulize Sauli alipokutana na Yesu Kristo alikuwaje? Wakati huo makuhani hawakuweza kumbadilisha Sauli, lakini alipokutana na Yesu alibadilika. Kwa hiyo hatua hii ya sanctification au ya utakaso ni hatua ambayo kwa kweli Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa kushirikiana na sisi, kwa kushirikiana na sisi. Sasa nisikilize vizuri rafiki. Kwa, kwa, kwa kifupi ili unielewe vizuri hatua hii ya pili ya utakatifu, kwa lugha nyingine, ile hatua ya kwanza ni Yesu aliyejitoa kafara. Katika hatua hii ya pili ni sisi waumini tunaojitoa kafara. Naomba nirudie. Hatua ile ya kwanza ya kuhesabiwa haki ni Mungu mwenyewe kwa njia ya mwanawe aliyejitoa kafara. Katika hatua hii ya pili ni sisi tunaojitoa kafara. Nisikilizeni ndugu zangu, utakatifu wa leo, maisha ya leo, ukristo wa leo unahitaji kafara kwa asilimia mia moja. Hauwezi kuendelea kuishi katika imani ya leo bila kujitoa kafara. Maana makwazo ni mengi katika kanisa hilo hilo unalosali, makwazo ni mengi, vituko ni vingi, uchafu ni mwingi, takataka ni nyingi, inahitaji kujitoa kafara. Maana unaabudu na watu ambao kwa kweli ni miiba, watu ambao ni vichomi, mambo hayaeleweki. Ukiangalia kanisa maharia mambo hayaeleweki angalia ngazi zinazofuata za juu vituko ni vingi angalia katika familia uchafu ni wa kutosha inahitaji kujitoa kafara kama kafara ya rahabu na ndugu zake kuvumilia kuishi katika nyumba ya rahabu inahitaji kafara sikiliza warumi anavyosema kwa njia ya paulo kitabu kile cha warumi sura ya nane mstari wa thelathini na sita biblia inasema kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama, kama kondoo wa kuchinjwa. Nisikilize rafiki yangu, kama ilivyoandikwa ya kwamba, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Na ni kweli, Wakristo wa leo tunatakiwa tu tukubali kuhesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Wachungaji mlioko kwenye kundi hili kuchunga wanadamu wa leo, lazima tukubali kuhesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Tunachunga katika zama ambazo waumini hawatambui kwamba hawa ni wachungaji. Waumini wanatuona wana tu kama, kama, kama, kama tu vidudu vya kawaida. Ndio maana utasikia wachungaji wamepigwa. Ndio maana utasikia mtu anakwambia -mm, mimi mchungaji hanitishi naweza nikampasha. Wachungaji wanatukanwa katika mabaraza tunahitajika kuwa kama kondoo wa kuchinjwa, vinginevyo tutawarani waumini wote, maana tumepewa nguvu ya kutamka na kutendeka. Kwa hiyo wachungaji kuchunga waumini wa leo inahitaji kafara katika jina la Yesu. Sikilizeni, waumini kuchungwa na wachungaji wa leo ndugu waumini, inahitaji kafara ya kutosha, maana zamani ulikuwa ukisikia mchungaji ni kweli, ni mchungaji lakini leo utasikia mchungaji kafumaniwa, mchungaji kala pesa, mchungaji kafanya hivi. Kwa hiyo kuchunga waumini leo inahitaji kafara, kuchungwa na wachungaji wa leo inahitaji kafara. <laughs> Sema amina kama umenielewa walau kidogo. Hakuna maisha ya Ukristo leo ambayo hayahitaji kafara. Tunahitajika kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Kama ningezama ndani, ningekwambia hivi, hata kuishi na huyo mwanamke leo inahitaji kafara. Christianity leo, Ukristo wa leo inahitaji kafara. Leo kuna watu tunaishi na wenzi wetu kwa sababu tu ya kafara, lakini kwa kweli ni mizigo wako wanaume ni mizigo, tunaishi nao. Wanawake ni mizigo, unaishi naye tu kwa sababu umekubali kwa kafara. Hana jema lolote, hana furaha yoyote katika maisha yako, hana kampani yoyote, lakini kwa sababu umechagua kwa kafara, umekubali kuhesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa, unakubali kuvumilia. Na mimi nataka nikutie moyo huo ndio utakatifu. Hatua ya pili, kukubali kuishi kwa ajili ya amani. Ziko nyakati hata katika ndoa tunakubali kukiri matatizo ambayo hatujayatenda ili tulete amani katika ndoa. Tunahitaji kuwa kafara kila itwapo leo. Wanaume mnaonisikiliza, wanaume mnaonisikiliza, kuishi na mwanamke katika zama hizi kama haujakubali kujitoa kafara, umekwisha umekwisha kabisa, asilimia mia moja. Na ndio maana unaona leo ndoa zinavurugika, ndoa zinayumba, mambo yanachafuka na ya kila itwapo leo. Maana leo ni kana kwamba ibilisi amepandikiza shina la mauti, shina la uchungu katika ndoa. Na kutia moyo mwanaume uliyeko mahali hapa, kuishi na huyo mama inahitaji kujitoa kafara. Ziko nyakati hatatambua mchango wako, ziko nyakati hakutambui kwamba wewe ni kichwa, ziko nyakati hatambui kwamba wewe unamwakilisha Yesu Kristo. Ziko nyakati utapashwa mbele ya wanadamu ziko nyakati utaibishwa mbele ya watu. Ziko nyakati atakufanyia vituko, lakini kwa sababu tunahesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa, tulia kwa Yesu. Hiyo ndio utakaso. Hatua ya pili, sikiliza, mwanamke, unanisikiliza leo, kuishi na huyo mwanamume inahitajika kafara wako wana, wanaume ambao kwa kweli ni mizigo, ni maumivu kwa wanawa, kwa wake zao hawaelewi kwamba wao ni makuhani, hawajui nafasi yao katika familia, hawaelewi wafanye nini. Inahitajika mwanamke kubali, ungane na Paulo useme, lakini kama ilivyoandikwa kwa ajili ya hayo na kwa ajili yako tunauawa uwawa mchana kutwa, tunahesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Kama Mungu angefungua mioyo ya wanadamu leo! Kuna mioyo inavuja damu, kuna watu wanatembea na mioyo iliyovuja damu, lakini ni kwa sababu tunachuchumilia utakatifu. Hatua ya pili, to be sanctified. Kuhesabiwa haki kumepita, sasa ni zamu yetu kufa. Nisikilizeni, hapa ndipo penye gharama ya Ukristo. Unatakiwa uimbe wakati una maumivu. Unatakiwa uombe wakati una maumivu. Unatakiwa utoe zaka na sadaka wakati umeumizwa na mchungaji. Unatakiwa utoe trust fund wakati jimbo lako limekuumiza. Unatakiwa utoe goli la zaka na sadaka wakati jimbo lako, viongozi wa jimbo wamekuumiza. Unatakiwa utimize goli lako wakati una maumivu moyoni. Hapo ndipo kuna msaraba wa utakatifu, hatua ya pili. Unatakiwa uendelee kutoa mahitaji kwa mwanamke anaye umiza. Unatakiwa uendelee kulisha kiumbe ambaye hajui thamani yako. Utakatifu sehemu ya pili, karibu katika sehemu ya kujitoa kafara. Hii ni sehemu yetu kujitoa kafara. Nisikilize, nimalizie kwa haya mambo machache, ninapoelekea katika mwisho wa kuhitimisha mada hapa. Sasa sisi mchango wetu ni upi? Una maana nimesema, hatua hii ni cooperative, ni ushirikiano kati ya sisi na Mungu. Tunafanyaje sasa? Sikiliza, tuna, tuna, tuna, tuna mambo machache tunayopaswa kuyafanya. Jambo la kwanza sisi tukubali kuzikusanya zana ambazo Mungu atatusaidia kututakasa kwanza. Kusanya zana, kusanya tools, zana, zana, zana, zana. Kama zipi tunazopaswa kuzikusanya? Namba moja, kubali kununua neno la Mungu tunatakaswa kwa neno la Mungu. Jana tulisoma katika Yohana kumi na saba mstari wa kumi na saba. Ndio maana tunaambizana nunua Biblia, nunua lesoni, nunua kesha, hizo ni zana za kuchongwa, na wewe kubali kuzisoma. Jambo la pili, tenga muda wako kumsikiliza Mungu kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya maombi, kwa njia ya hotuba. Usikosekane siku za Jumatano, usikosekane kwenye maombi, asemezana na Bwana, usikosekane ibada za sabato, usikosekane ufunguzi wa sabato kubali kumsikiliza Mungu. Jambo la tatu tumia mali yako kujitakasa mwenyewe, kwa njia ya zaka, kwa njia ya sadaka, kwa njia ya misaada kwa wanadamu. Hata kama haujui wanaitumia kwa namna gani, hata kama wanaivuruga vibaya, hata kama wataila huko jimboni, lakini wewe tumia hiyo mali kujitakasa. Unapotoa zaka unajitakasa mwenyewe, maana ni kafara. Kutoa zaka ya leo ni kafara Wafanyakazi mlioko hapo mnaweza mkanielewa. Wafanyakazi mnajua mnachokipitia, wako watu muna mikopo, mmeshakabidhi hadi kadi za benki, lakini mnatakiwa mnapopokea. Wewe imajini mfanyakazi anapokea milioni mbili, lakini alishakopa mkopo kwa mwezi, anapokea laki tano, milioni moja na nusu yote inakatwa. Na sasa hapo, sikiliza, zaka inakutaka utoe zaka ya milioni mbili. Kutoa laki nne kwenye mshahara wa laki tano, it needs a sacrifice, inahitaji kafara. Kwa hiyo sikiliza, kutoa zaka ni kafara, kutoa sadaka ni kafara, kutoa msaada ni kafara, kutoa mali yako kwa ajili ya muhitaji, it is just a sacrifice. Sikiliza, jambo la pili unalotakiwa kufanya, jitahidi kuwepo mahali ambapo mfinyanzi atashuka ata kukufinyanga. Mfinyanzi wetu ni Mungu. Hushuka wapi sasa kutufinyanga? Hushuka katika maeneo ya ibada ibada za familia, ibada za kanisani na kadhalika, mikutano mbalimbali mbali. Lakini jambo la pili, jitahidi sana kuwepo katika mikutano ya neno la Mungu. Jitahidi sana kufika mahali walipo wahitaji. Tembelea wajane, tembelea watu watu walioko hospitalini, tembelea watu walio na uhitaji wa. Jambo la tatu ni ninapomalizia, jambo la tatu tunaopaswa kufanya ni nini? Kubali kuchongwa. <coughs> sore Kubali kuchongwa au kufinyanga. Kwa nini? Amini kwamba Mungu anakuwazia mema, hata kama unaumizwa, hata kama biashara haiendi vizuri, Mungu ni Mungu tu. Hata kama unaona ndoa haiendi vizuri, Mungu ni Mungu tu. Hata kama afya yako haiendi vizuri, Mungu ni Mungu. Unachongwa. Kuna watu tunachongwa kupitia magonjwa, kuna watu tunachongwa kupitia umasikini. Unajaribu biashara haiendi, wenzako wakijaribu inaenda Ulimwomba Mungu, nipe mke mwema, nipe mme mwema, lakini angalia kituko alichokupatia, angalia alivyokupambanisha na kituko mdogo wake na Ibilisi. Mungu alikusudia uchongwe kwa njia hiyo. Unaweza kudhani kwamba Hosea kumwoa Gomeri ilikuwa si kwa faida. Hapana, ilikuwa ni kwa faida ya Hosea, alikuwa anachongwa, alikuwa anatengenezwa kwa hiyo kubali kwamba Mungu anakuwazia mema, hata kama unaumia. Kubali kwamba yeye ndiye anayejua jinsi unavyopaswa kuwa, yeye ndiye anayejua direction ya maisha yako. Kubali kwamba sura ya Bwana inapaswa ionekane ndani yako. Kubali kwamba ufanye tathmini ya, ya Ukristo wako tangu ulipomwamini Mungu. Ukristo wako ukoje mwisho? Sikiliza, sikiliza mafungo haya ya mwisho ninapomalizia jambo la nne ambalo tunapaswa kulifanya Ninaomba niseme taratibu kabisa hivi, kama wakristo tuliokubali utakatifu. Sehemu ya pili, ninarudia lile la kwanza, kubali kuwa kafara kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Jipime kwa mambo haya matatu. Utaaminije kwamba wewe ni kafara kwa Mungu na kwa wengine? Jambo la kwanza, angalia unavyokubali kutoa mali ya Mungu kwa mali yako kwa ajili ya Mungu na wanadamu. Kipimo cha kwanza cha kwamba wewe ni mtakatifu. Hatua ya pili, namna unavyotoa mali kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wanadamu. Nisikilize niseme hivi. Kama, kama sita wa kwanza sana, hata haya magoli mnayoona tunapangiana, haya magoli yanayotoka sijui Union, sijui jimboni, sijui wapi, ni upagani tu naotutesa. Hatukupaswa kuwa na magoli, watu wa Mungu. Ishara ya kupewa magoli ni ishara ya kwamba we are not hatujatakaswa, hatu, hatu sio wa Kristo, maana magoli ni ishara ya kwamba hatujui wajibu wetu, ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yetu. That is why mimi siyo muumini wa magoli. Ndiyo maana utakuta tunasukuma kutimiza magori kuliko kusukuma kutoa vyote kwa ajili ya Kristo. Magori ni ishara ya upagani, ni kama alivyosema Yesu Kristo kwamba Musa aliruhusu taraka kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Jipime unavyotoa mali yako kwa ajili ya Mungu. Jambo la pili, jipime unavyotoa mali kwa ajili a, unavyotoa muda kwa ajili ya Mungu na wanadamu wenzako. Unatoaje muda kwa Mungu? jinsi unavyokubali kumtumikia Mungu kwa muda wako ni kipimo cha pili. Kipimo cha tatu, jipime unavyokubali kutoa uhai kwa ajili ya wanadamu na kwa ajili ya Mungu kutoa uhai. Hapa ndipo katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya pili mstari wa kumi anasema, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Nami natoa wito asubuhi ya leo. Sikiliza wewe mama, unaishi na mwanamume asiyeeleweka, Uwe mwaminifu hata kufa, usichepuke, usiweke kiburi, tenda haki, uwe mwaminifu hata kufa. Wewe baba, unaishi na mke asiyeeleweka, uwe mwaminifu hata kufa, usichepuke, utimiza mahitaji yake, uwe mwaminifu hata kufa. Taji ya uzima inakungoja. Sikiliza fungu la mwisho, anavyotuambia katika kile kitabu cha Wagalatia sura ile ya pili mstari wa ishirini anasema, naam Nimesurubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai; wala si mimi tena, bali ni Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai niliyo nao sasa katika mwili ninao katika imani ya Bwana, ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Ndugu zangu, utakatifu, hatua ya pili ni kukubali kufa kwa mambo ya Mungu kwa, kwa mambo ya dunia na kuwa hai kwa mambo ya kiroho. Kufa kwa mambo ya dunia, uwe hai kwa mambo ya kiroho. Yani, una uwezo wa kutenda dhambi lakini u, u, hauwezi kuitenda, maana ulishakufa katika mambo ya mwili. Ninatoa wito asubuhi ya leo, Tukubali kufa kwa mambo ya dunia tuwe hai kwa mambo ya kiroho. Ni zamu yetu sasa kujitoa kafara. Toa kafara kwa ajili ya kanisa lako, jitoe kafara kwa ajili ya familia yako, jitoe kafara kwa ajili ya wanadamu wenzako. Nimesema dunia ya leo, bila kujitoa kafara hauwezi kufanya jambo lolote. Kila kitu unachokifanya dunia ya leo inahitaji kafara. Mungu akubariki sana unapokubali kufa leo kama kafara kwa ajili ya Kristo, kafara kwa ajili ya wanadamu wenzako, kafara kwa ajili ya kanisa la Mungu, kafara kwa ajili ya familia yako. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.